Yes, masikio lakini pia na macho ya kila mmoja yote yalikuwa yanasubiri. Mara baada ya Papa Francis kuweza kufariki, ni nani ambaye ataweza kushika eh, kiti hicho, eh, eh, uchaguzi huo wa Papa mpya kabisa ambaye eh, eh, ambapo, ambapo, eh, ambapo, ambapo ndipo eh, uchaguzi huo uliweza kufanyika. Ishara kuu kwamba hatimaye makadinali 133 wamefikia uamuzi mara baada ya kuweza kuwa na mchakato mkubwa kabisa wa siri ambao ulijaa maombi lakini pia na tafakari kubwa sana kuhusiana na eh, Papa mpya, nani atakuwa ni Papa mpya eh, ambaye atam, atam, atamrithi eh, Papa Francis. Sasa watu wamekusanyika kwa shauku kubwa sana mbele ya Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro ambapo pia hapo walikuwa wakisubiri kwa hamu kuweza kumwona kiongozi mpya wa Kanisa Katoliki ambapo pia aliweza kujitokeza eh, katika dirisha kuu la basilika ambalo pia akitangaza jina lake, lakini pia na kuweza kutoa baraka yake yote ya kwanza e, kwa dunia nzima e, kwa wakatoliki wote, najua watakuwa wameweza kufurahi sana sana sana. Sasa papa huyu ambaye anafahamika kwa jina la e, kipindicho kwa kardinali e, Robert Francis Provet Provost ambaye pia ndo ameweza kutangazwa rasmi eh, kuwa papa mpya wa Kanisa Katoliki akiweza kuchukua jina eh, la Leo wa kumi na nne kutokea eh, kwenye masuala mazima ya upapa na kuwa kiongozi wa Wakatoliki kuanzia sasa mpaka hapo ambapo atakuja kustafa, atakuja kuacha, atakuja kubadilishwa. Sasa tangazo hili pia liweza kutolewa na makadinali ambaye anafahamika kwa jina la eh, Dominic E, mabelt e, kutoka kwenye kanisa e, takatifu Petro na kuweza kupokelewa na shangwe kubwa na waumini ambao pia walikuwa wamekusanyika pale e, Vatican. Papa Leo wa kumi na nne atatoa baraka yake ya kwanza hivi karibuni kuashiria mwanzo wa huduma yake kama kiongozi wa juu wa kanisa e, Katoliki. I think, wa Katoliki wengi pia wameweza kufurahi mara baada ya papa kuweza kupatikana na ndiye e, kiongozi wao mkubwa kabisa hasa kwenye masuala mazima ya kiimani na vitu vingine kama hivyo. Kama sawa Sawasawa Digital tumekupa updates kuhusiana na swala zima, lakini pia e, mchakato mzima wa e, kumchagua papa tokea mwanzo, tutakuwa tunakupa updates, na sisi tulikuahidi mpaka pale atakapopatikana papa mpya, tutakuwa wa kwanza kuweza kukupa taarifa kuhusiana na swala hili kutokea kule e, Vatican. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na X bila kusahau YouTube. Endelea kutufuatilia kwa sababu tunakwambia habari kiganjani mwako.